Ehe, hapo hapo. Sikiliza ndugu mtazamaji. Wa Samluge TV. TV pendwa kabisa. Eh, bwana we. Leo bwana nimekuja na kastori kamoja. Siku moja, kulikuwa na yule nani nani, yule kulikuwa na mbwa. Bana yule mbwa bwana. Nenda kafate kuni. Yali wasikumu wanaitua mwe. Ni bwana mtazamaji wa Samluge TV unanielewa lakini. Sasa yule mungu wa mwanabuju akaenda kuzurura. Hame zurura mtaani. Mwisho sikuwa kanya muda. Umekwenda. Sasa bwana, kale kajamaa kabosi kake. Kakauka na muangalia. Kana haka mwono. Kana mcheki. Mtazamaji wa Samluge TV. Na kwambia, karibu kana mcheki tu. Mwisho wa siku sasa, muda wa meni umefika. Kale jamaa kakamubizia, kanambizia, kalipofika kana, ndugu mtazamaji, kakamuuliza maswali matatu, kanamuliza nilikuwa nimekutuma nini? Mungu yuko kimya. Kanauliza tena nilikuwa nimekuagiza nini? Mungu yuko kimya. Mara ya tatu bwana